Ndugu waandishi wa habari tumeitana hapa kwa ajili ya kuhabarisha umma juu ya misako pamoja na operesheni zilizofanywa na jeshi la polisi mkoa wa Njombe katika kipindi cha mwezi wa pili mwaka 2025. Nipende tu kuutaarifu kwamba umma jeshi la polisi limeendelea kufanya operesheni mbalimbali pamoja na misako katika viunga na maeneo mbalimbali ya mkoa wa Njombe na kufanikiwa kukamata watuhumiwa 46. Watuhumiwa hao ambao wamekamatwa 46 wanajihusisha na matukio ya biashara za watoto, lakini kuna vielezo mbalimbali ambavyo vimekamatwa katika matukio hayo, ni pamoja na uporaji wa pikipiki tatu, na TV, smartphone, madawa ya zaniwayo kuwa ya binadamu ambayo yamekamatwa katika kipindi hicho. Katika kipindi cha mwezi wa pili mwaka 2023 Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe lina- limefanikiwa kuwakamata watu 11 katika kijiji cha Lima kata ya Ninga wilaya ya Kipolisi Makambaku kwa kosa la kuwafanyisha kazi watoto wadogo 14 kazi za uchungaji wa ng'ombe. Kwa hawa watoto walitolewa mkoa wa Songwe wakasafirishwa na kuletwa katika eneo hilo na kufanyishwa kazi ya uchungaji wa ng'ombe. Lakini kwa kushirikiana na watu wa ustawi wa jamii imefanikiwa kuwakamata watu kumi na moja na kuwasafirisha pamoja nao watoto kwenda mkoa wa Songwe kwa ajili ya kuendelea na mashtaka yao. Kwa hiyo huko mkoa wa Songwe najua watatendewa haki ya kufikishwa mahakamani kwa mkono wa sheria. Lakini Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe limefanikiwa ku, jeshi la polisi mkoa wa Njombe kwa kushirikiana na maliasili Njombe limemshikilia mtu anaitwa Raymond Tadei, mwana mwanami mwana, miaka 52 mkazi wa Mtwango akiwa na nyama nyala za serikali, nyama aina ya kongoni zenye zenye samani ya shilingi milioni tatu laki tisa sitini na nne elfu mia tisa na sitini na tano. Kwa hiyo upelelezi wa kesi hii utakapokuwa umekamilika mtumiwa atafikishwa mahakamani. Lakini jeshi la polisi mkoa wa Njombe limefanikiwa kuwakamata Pelifikto Otman Mbangala miaka 23 dereva wa bodaboda na Nuhu Mwanjombe miaka 29 wote wakazi wa Nundu wakiwa na simu tano aina ya ya Tecno, ZTC, Nokia mali za zao kuwa ni za wizi, ambazo watuhumiwa wamekili kupola simu hizo maeneo mbalimbali ya mji mwema katika kata ya mji mwema na wilaya Njombe kwa kutumia pikipiki namba MC 609 BXE aina ya King Lion maarufu kama vishando kwa hawa watu wawili wamekuwa wakifanya matukio ya kuwapola wananchi katika eneo la mji mwema. Wale ambao wanaongea na simu kwao wanapita wanazikwapua na kukimbia na, nazo lakini vile, vile jeshi la polisi mkoa wa Njombe linamshikilia Kevin Majuto miaka 23 mkazi wa Melinze wilaya ya Njombe akiwa na TV inchi 32 aina ya Solar Max yenye thamani ya shilingi laki 4, mali ambayo ameshindwa kuithibitisha, na upelelezi wa shauri hili utakapokuwa umekamilika, basi mtuhumiwa atafikishwa katika vyombo vya sheria. Lakini jeshi la polisi mkoa wa Njombe, katika kudhibiti matukio ya mmomonyoko wa maadili, limefanikiwa kuwakamata Michael Kennedy Muhema miaka 23 mkazi wa Kambalage na Lameki Kefasi Siwimba miaka 23 mkazi wa mta, mtawe, Mtawele akiwa na dawa za kulevya aina ya bangi gramu 750 na, na upelelezi wa shauri hili utakapokuwa umekamilika, basi watuhumiwa wote wawili watafikishwa mahakamani. Lakini tunapenda kuutaarifu umma kwamba jeshi la polisi mkoa wa Njombe limepata mafanikio katika kesi mbili ambazo kesi ya kwanza ni iliyopata mafanikio ni tarehe 28 mwezi wa pili 2025, katika mahakama ya wilaya Makete, ilimhukumu mtu ambaye amefahamika kwa jina la Emmanuel Kingi, miaka 40, kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kubaka, ambao ni kesi namba 358 ya mwaka 2025. Lakini vile vile tarehe 18 mwezi wa pili 2025 katika mahakama ya mwanzo wa Nging'ombe ilimhukumu Frank Agrey huyo na miaka 45 kwenda jela miezi sita kwa kosa la shambulio la kudhuru mwili. Hii ndo kwa mwezi huu wa pili katika mafanikio tuliyopata mahakamani, lakini kwa upande wa usalama barabarani, jeshi la polisi kikosi cha usalama barabarani limeweza kuzuia makosa mbalimbali ya ajali kwa kutoa elimu kwa madereva, wamiliki wa vyombo vya moto, wananchi wa maeneo mbalimbali na katika shule na kupunguza makosa mbalimbali kwa kiasi kikubwa. Jumla madereva 6282 walikamatwa, walioandikiwa faini ni 6273, waliopewa onyo ni 9 na waliopelekwa mahakamani ni watatu. Jeshi la polisi linatoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Njombe kuacha tabia ya kujihusisha na uhalifu kama vile kujihusisha na biashara haramu za uharibifu wa mali asili na biashara za kusafirisha binadamu kuja kuwatumikisha watoto wadogo na kuwafanyisha kazi, kwani jeshi la polisi mkoa wa Njombe haitosita kumchukulia hatua mtu yeyote yule ambaye anakiuka misingi ya sheria.